Mpendwa mtazamaji, hii leo katika Sema Nami ni fahari yetu kukutana na Clarissa Fieke ambaye ni mtaalamu wa masuala ya lugha kutoka Ujerumani. Naye atazungumza nasi kuhusu maoni yake na tajriba yake katika taaluma hii ya lugha, na hasa lugha ya Kiswahili. E, u tueleze kwa kifupi historia yako. Mimi ni Mjerumani, nilizaliwa Ujerumani, wazazi wangu pia ni Wajerumani. Wakati wa shule nilikuwa napenda sana sasa masomo ya lugha, na badala ya sasa kumaliza shule, nilikuwa nafanya kazi katika museum fulani. Pia walitayarisha maonyesho kuhusu Afrika na halafu nikaona ah, kwa nini nisifanye sasa masomo ya Kiafrika na hasa sasa kuhusu lugha? Ni kwa nini uliamua kuanza kujifunza lugha ya Kiswahili? Nilianza kujifundisha Kiswahili kwa bahati tu kwa sababu katika masomo ilikuwa ni lazima sasa kuchagua baina ya lugha tatu kutoka kutoka Afrika, na mimi nilikuwa nimechagua Kiswahili tu bila ya sasa kujua hata neno moja <laughs> la Kiswahili, na kumbe mwalimu wangu yani, uh, wa kwanza alikuwa ni mwalimu mzuri, kwa hiyo nilianza kupenda tu. Umetueleza kwamba wewe umezaliwa Ujerumani, baba Mjerumani, mama Mjerumani sasa wewe kuja kukipenda Kiswahili, je, ilimaanisha kwamba lazima uchukie lugha yako ya Kijerumani? si dhani kwamba ni lazima sasa uache lugha moja ikiwa una- unapenda lugha nyingine, unaweza kuwa na na lugha nyingi zaidi kuliko moja. Na, Clarissa, katika barabara za jiji la Nairobi inapotembea nawe watu wanakusikia ukizungumza Kiswahili safi sana, wanakushangaa sana, inakuwaje? Bila shaka wanashangaa kwa sababu wao hawatarajii kwamba mzungu sasa anaelewa na anazungumza Kiswahili. Na hata sasa, mtoto wangu kwa mfano, ana miaka miwili, na sisi kwa sababu tunakaa pamoja na majirani ambao kwa kawaida wanatumia Kiswahili, hata mtoto wangu sasa ameanza kushika sasa Kiswahili, na watu nafikiri wanashangaa zaidi eh, akimwona sasa mzungu barabarani mtoto wangu hata Uh, pia yeye yeah, anapiga kelele, anasema ah, kuna mzungu huko <laughs> <laughs> <laughs>. Na kwa maoni yako unadhani kwamba hii lugha ya Sheng ina athari gani kwa matumizi ya lugha? Sheng pia ni kioo cha uwezo wa watu wa kujezea lugha, na kwa hiyo nafikiri inaweza kuleta pia inaweza ku, kuathiri Uh, Kiswahili cha kawaida inaweza kuleta sasa msamiati mpya, maneno maneno mapya. Sio lazima kwamba sisi tuna, yani tuna, tuangalia ama tukuze sasa Kiswahili kimoja tu, tunaweza kuwa na na viswahili wingi. Kiswahili kutoka Tanzania, tunaweza pia kuwa na na Kiswahili kutoka Rwanda, na tunaweza kuwa na na Kiswahili kutoka Kenya. na Sheng pia nafikiri lazima iwe na nafasi yake, kwa sababu hata siku hizi nafikiri si vijana tu ambao wana wanatumia Sheng hapa eh, katika jiji la Nairobi. Mara nyingi nasikia hata watu wazima wanaitumia tu kama njia ya mawasiliano na lugha ya Kiswahili kama lugha ya matumizi mapana katika eneo la Afrika Mashariki na Kati inakabiliana na changamoto gani kwa maoni yako, kama mtaalamu wa isimu? Lazima tuandike katika, katika lugha hii ili sasa kuikuza. Yani haitoshi sasa kuamua sasa, wanasiasa kuamua tu kwamba tuna tunapenda lugha fulani ama tunapenda lugha fulani liwe lugha ya taifa. Lazima tufanye bidii, tukuze lugha hiyo, na pia Uh, sasa yani, pia tuwaalike sasa waandishi, wanamuziki sasa watumii lugha hii ili uh, kuikuza. Na unafikiria ni wito gani unaweza kutoa kwa watu wa eneo la Afrika Mashariki na Kati kuhusu mustakabali na matumizi ya Kiswahili? Watu hapa uh, zaidi wanashangazwa kwamba hata Kiswahili si lugha ya, ya Afrika Mashariki tu, lakini imekuwa Yani, lugha ya, ya dunia nzima hata kwetu, yani, kuna habari ambazo zinatangazwa kwa, kwa Kiswahili kwa sauti ya Ujerumani na hata ukienda China sasa siku hizi kuna habari um, ya na, na watu wana, wanatumia Kiswahili kwa hiyo hapa Afrika Mashariki tunaweza kusema kwamba ni lugha ya mawasiliano na tena lugha kuu yani, wa Uganda, wa Tanzania, wa Burundi, wa Rwanda Wakongo sasa Wakenya wote wanaweza kuwasiliana kwa Kiswahili na tena kwa urahisi. Nimekuwa nikizungumza na Daktari Clarissa Fieke ambaye ni mtaalamu wa lugha ya Kiswahili kutoka Ujerumani katika Sema Nami. Mimi ni Ken Walibora.